Umeshawahi kufikiria kuwa kuna mnyama mwenye macho yanayoweza kuangalia pande mbili tofauti kwa wakati mmoja? Au mnyama anayebadilisha rangi ya ngozi yake kama disco light? Na vipi kama nikikwambia kuwa ana ulimi wenye kasi zaidi kuliko gari la mbio? Je, unadhani unaweza kushindana naye kwa mwendo wa sekunde moja tu? Karibu kwenye podcast hii ya maajabu kumi kuhusu kinyonga, mahali ambapo utajifunza ukweli wa kushangaza kuhusu kiumbe huyu wa ajabu. Katika dakika chache zijazo utaelewa jinsi kinyonga anavyotumia macho yake kama darubini mbili zinazojitegemea. Na vilevile, utaenda kujifunza sababu halisi ya kubadilisha rangi na jinsi anavyowasiliana kwa mwanga wa ultraviolet. Vilevile, utakwenda kujifunza namna ulimi wake wa ajabu unaweza kufyatuka kwa kasi inayoweza kumpiku hata mwanariadha bingwa wa dunia. Lakini swali ni hili, je, Unadhani unaweza kuona ulimi wake ukifyatuka kwa macho yako, au utashangaa tu baada ya sekunde moja? Baki hapa hadi mwisho, maana utagundua maajabu ambayo hujawahi kufikiria. Hakikisha huachwi nyuma, maana kila sekunde ina jambo jipya. Jina langu naitwa Joakim Chawe, nimekuandalia makala hii mezani ili sote tujifunze. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika channel yetu ya YouTube, naomba ufanye jambo la kiungwana la kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili pale tutakapokuwa tunapakia video zetu mpya uwe wa kwanza kupata hizo updates. Let's continue, tuangalie maajabu kumi yanayomhusu huyu mnyama wa ajabu, yaani kinyonga. Namba kumi. Moja kati ya maajabu ambayo kinyonga anayo ni kuwa na uwezo wa kuishi katika mazingira mbalimbali. Kinyonga anaweza kuishi katika mazingira tofauti kama vile misitu ya mvua, maeneo ya jangwa na milima mirefu yenye baridi kali. Mfano, kinyonga wa Jackson ambaye anajulikana kwa jina like la kisayansi la Trioceros Jackson anaishi katika maeneo yenye baridi ya milima yenye urefu wa zaidi ya mita elfu mbili. Lakini vilevile vile, kinyonga wa Namakwa yaani anayejulikana kwa jina la kisayansi kama eleo na makwansis anaishi kwenye jangwa na ana ngozi inayoweza kuhifadhi maji. Kinyonga bwana, yeye hanywi maji moja kwa moja kama wanyama wengine ambavyo wao wanaenda mtoni au kwenye dimbwi au bwawani kunywa maji. Badala yake, kinyonga anachokifanya yeye hutegemea matone ya maji yanayoshuka kwenye maji. Majani au mvua inayodondoka. Mfano, kinyonga wa Parson ambaye anajulikana kwa jina la kisayansi la Kaluma Parsoni wa Madagaskar hutegemea umande wa asubuhi kama chanzo chake kikuu cha maji. Najua hili nalo litakushangaza lakini, je, ushawahi kupishana na kinyonga ametoka mtoni kunywa maji? Namba nane, kinyonga ana uwezo wa kufanya mkao wa kukakamaa. Kinyonga ana uwezo wa kusimama bila kusogea kwa muda mrefu ili kuepuka hatari, na hii inamfanya asitambulike na wanyama wanaowinda kwa macho yao makali kama mwewe na nyoka. Mfano, kinyonga wa Namakwa ambaye anajulikana kwa jina la kisayansi wa Chamaeleo namaquensis, anaweza kubaki bila kusogea kwa dakika nyingi jangwani, ili ajifanye kuwa sehemu ya mazingira yake. Namba saba. Kinyonga ana mfumo wa maono wa UV, yani ultraviolet light. Kinyonga anaweza kuona miale ya UV ambayo ni mwanga usioonekana kwa macho ya binadamu. Na hii inamfanya aone rangi zaidi na kwa uwazi wa hali ya juu kuliko ambavyo binadamu huona. Mfano, wanasayansi wamegundua kuwa kinyonga wa Pantha, ambaye anajulikana kwa jina like la kisayansi la fusfa padalis, anawasiliana kwa kutumia miale ya ultraviolet light wakati wa kutafuta wapenzi. Kinyonga bwana, namba sita. Kinyonga hujulikana kwa sifa yake kubwa ya mwendo wa polepole pole. Kinyonga hutembea polepole pole sana lakini kwa sababu maalum moja, kinyonga hutembea polepole pole ikiwa anaiga mwendo wa majani yanavyotingishika na upepo, ili yasitambulike na wanyama wanaowinda. Mfano, kinyonga wa malagasi rifu ambaye anajulikana kwa jina la blue case ya paramata anaweza kusimama kwa muda mrefu bila kusogea, akijificha dhidi ya maadui. Ajabu lingine la kinyonga, yaani hii ni point namba tano, ana vidole vya pekee kwa kushika matawi. Vidole vya kinyonga vimegawanyika katika makundi mawili, kila upande ukiwa na vidole vitatu au viwili kama koleo, na hii inampa mshiko imara akitembea juu ya matawi na kuepuka kuanguka. Mfano kinyonga wa fisha, ambaye anajulikana kwa jina la kisayansi la kinyongia fisha, wa Afrika Mashariki, hutumia vidole vyake kushika kwa uthabiti matawi madogo kwenye misitu ya mlima. Namba nne. Kinyonga ana uwezo wa kupumua kupitia ngozi yake. Mbali na kutumia mapafu, kinyonga pia ana ngozi inayosaidia katika mchakato wa kupumua. Maboksi ya hewa kwenye ngozi yake yanamruhusu kubadilisha gesi kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano kinyonga wa pygmy ambaye anajulikana kwa jina like la kisayansi la Rampholeon blavicaudatus ana ngozi nyololo zaidi inayomwezesha kubadilisha na gesi kwa ufanisi yakiwa maeneo yenye unyevuunyevu. Namba tatu. Kinyonga bwana ana sifa ya kuwa na ulimi mrefu. Twende kazi. Ulimi wa kinyonga unaweza kuwa mara mbili ya urefu wa mwili wake. Unapotoka una kasi kubwa sana, na mwishoni mwa ulimi kuna ute wenye nguvu wa kunasa wadudu. Hii hutumika kama njia ya uwindaji. Badala ya kukimbiza windo, hutegemea ulimi wake mrefu na wenye nguvu kubwa. Mfano wa kinyonga wa Jackson ambaye anajulikana kwa jina la, ki, la, la kisayansi la Trioceros jacksoni huweza kunasa mdudu aliyepo sentimita 30, kwa sekunde moja tu. Namba mbili: kinyonga ana macho yanayojitegemea. Kinyonga ana macho yenye uwezo wa kuzunguka digrii 360 na kila jicho linaweza kutazama upande wake bila kutegemea jingine, na hii inampa faida kubwa zaidi. Kwanza, anakuwa na uwanja mpana wa kuona bila kugeuza kichwa chake, lakini pia huwinda kwa umakini mkubwa sana. Kinyonga anaweza kutumia jicho moja kumtazama windo na jingine kufuatilia hatari zinazomzunguka. Mfano kinyonga wa Yemen, ambaye anajulikana kwa jina la kisayansi la Kamaeleo Kaliplatas, anaweza kuchunguza mazingira yake bila kusumbua mwili wake, jambo ambalo linamsaidia kubaki bila kutambulika. Namba moja, unataka nimalizie? Okay, twende kazi. Namba moja: kinyonga ana uwezo wa kubadilisha rangi yake. Kinyonga ana seli maalum kwenye ngozi yake zinazoitwa iridophores, ambazo zinaweza kurekebisha mwangaza wa mwili wake na kubadilisha rangi kubadilisha rangi kunamsaidia kwa sababu mbalimbali mbali. Kwanza ni ishara ya mawasiliano. Kinyonga dume huonesha rangi kali wakati anapotafuta jike au anapokabiliana na mpinzani. Huyo ndio kinyonga bwana! Lakini sababu ya pili ni joto la mwili. Katika baridi, anaweza kuwa na rangi nyeusi ili kunyonya joto zaidi, na wakati wa joto anaweza kuwa na rangi nyeupe au anaweza kujibadilisha kuwa mweupe ili kupunguza joto lakini pia kinyonga hujibadilisha rangi akiwa na madhumuni ya kujificha. Wakiwa polini, kinyonga anaweza kuchanganyika na mazingira yake ili kuepuka wanyama wanaowinda kama nyoka na ndege. Mfano ni kinyonga wa Panther, yani Fasfa Padalis wa Madagaskar, anaweza kubadilika kutoka kijani hadi nyekundu, manjano hadi bluu. Sasa tuulizane mimi na wewe, ushawimwona kinyonga wa rangi nyekundu au je, ushai kumuona kinyonga wa rangi ya bluu? Hilo ni swali kwako. Ulikuwa nami Joki Mchawe, niliye kusogezea hii makala ya maajabu kumi yanayohusu kinyonga. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya YouTube na kusisitiza tena kufanya jambo la kiungwana la kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili pale tutakapokuwa tunapakia video zetu mpya usiwe wa mwisho kupokea hizo updates, na kutakia utazamaji mwema wa makala zetu zilizopo hapa Joakim Work Production lakini pia na zile ambazo zitakuja. Okay, goodbye and stay connected with us.